Uh, ndo hiyo hapo tunarudi kabisa nyuma ya mm. Tunakuja tunaitafuta, tunakuja tunaiwasha, unaiwasha. Ukishawasha ndo unarudi sasa, unasubiri subiri -subiri kidogo, alafu e, unakuja unaingia kwenye mtandao wako kama ndo

Kama hapo. Sasa ndio nimekubali kabisa, naangalia video nyingine hivyo. Hello guys, nawakumbusha channel yangu mpya please. Naomba kama unataka video nyingine, naomba usisahau kusubscribe ya yeah, asanteni.